Kwamba kila mgeni ambayo nitamleta hapa lazima utaenjoy, uta relax, utajifunza, lakini pia lazima utaondoa stress. Na mgeni wetu wa leo kaimba nyimbo ambayo kila mtu akiumizwa, naambiwa moyo ushamjua. Kwa hiyo the Avenue, tunaanza hivi, lakini baada ya interview yake pia nitakuwa kuna neno la leo, lakini pia kuna na video ambazo watu wamenitumia kwenye WhatsApp. Karibu sana kwenye the Avenue, naitwa Angela Thompson. Come through, come through. Ah, ah, kuingia kwenye kwenye Instagram nikaona mpaka Kenya huko watu wanaongelea kuhusu utunzo uh, wa mashairi wa nyimbo hii, wasanii wakubwa tu wa Kenya akwamba, dah, mtu kafikiria nini kwenye nyimbo kama hii? Aaa, sio mbaya, tumlete kijana huyu, na leo tuko na Lameck Ditto sana. Yes. Asante sananashukurunaja uh, unajua, um, kuna kitu kimoja ambacho nyimbo yako hivi japo ina muda lakini bado iko kama uh, ni maneno utumia. Yes. Watu kuyasikia kabisa. <laughs> A yeah, ni kazi ya sanaa hmm. Uh, unajua ukiwa msanii na hasa katika ushindani huu kuwepo, hmm, ni lazima utafute namna ambayo ukija watu wataona tofauti na kazi nyingine ili nawe upate nafasi ya kusikilizwa Ilo wazo la kwamba moyo sukuma damu, um, ulipata? Unajua, kuna muda, unajua, msanii na muda wake, labda ukose mfano, neno likakujia, likujiaje? Labda hii, kulikuwa na mjadala nilisikia. Uh, unajua sisi wasanii tu, tu, tunafanya kazi ambazo mambo vitu vinatokea kwenye jamii, unaviona ama unaweza kasoma sehemu ama unaweza kasikia tu. So kuna mjadala watu walikuwa wanabishana, uh, watu wangu tu karibu wanabishana, wameona sehemu bishana, kazi ya moyo hasa ni kusukuma damu, ayo mengine yote kiherehere chako tu, unanifahamu. So mimi nikachukua ile nikaona ah, imbo naweza ikawa na nzuri kwenye kazi yangu. so, yeah. Nikakaa nayo kwa muda kama mwaka mmoja ipo tu kichwani, sijaiandikia, sijafanya chochote. Siku moja niko studio na Ima the boy. Uh, tulikuwa nje tumependa chords zilipigwa, uh, mm, tukapenda tukaingia studio, wakati tunatengeneza, sasa ndio pale nakanaanza kuandika mstari wa kwanza, nimeamua kupumzisha moyo wangu, nikajikuta nakuja suku sukuma damu <laughs> lakini <laughs> ulikuwa nao idea mwaka mzima? Mwaka mzima nilikaa nayo yeah. afuna kuna kati ulikuwa, ulikuwa kimya, watu kutafuta sana bwana ujamaa akijua baba biashara umebadilisha, <laughs> <ufanya> biashara <laughs> ya ujasiriamali baba mziki umeacha, ilikuwaje? Uh, ukimia wangu nilikuwa nataka kufanya kazi zangu kwa utulivu mkubwa zaidi so Uh, nilikaa kimya ili nifanye kazi zangu kwa uhuru bila kuwa na pressure, kitu kingine chochote. Na katika kipindi chote ambacho nimekuwa kimya, nime record nyimbo nyingi ambazo ah, nazo okay, ikiwemo hiyo Moyo Sukuma Damu, nimeingia studio, nime record, nime toa. Ziko nyingi ambazo sio kwamba ni project moja tayari zimeshakamilika, uh, lakini pia, kwa sababu kazi yangu ni hii, na ndo kazi ninayoipenda, huwa naendelea kurecord kila siku hata kama nina nyimbo kumi na tano natamani zifike hamsini. Au nini? Ye, pressure watu, yaani maneno ya watu wewe ikusumbui au hakuna? Ha, jambo zuri kama ukiwa na plani yako wewe ya mwenyewe yeah, na ukaiheshimu. Mimi niliamua, sio bahati mbaya, niliamua kwamba kwa kipindi hiki wacha nitulie, niandike kazi zangu kwa utulivu bila kuwa na pressure kitu kingine chochote so ukiwa ako, una plan zako na unaziheshimu, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza ino bisa kusumbua. Watu haya yange ngenisumbua ngesikia, kuna kuna wengine wasanii wengine kabisa kuchukua muda ku break wanaogopa over itakuwa ngumu. Uh, kazi nzuri ni kazi nzuri tu hatoka yeah. kimya miaka mitatu ukaja na wimbo mzuri, mashabiki wao wanachotaka ni, ni ni kazi tu yeah, so, akisikia so, wimbo mzuri anaupenda yeah. Kama ambavyo sasa hivi moyo sukuma damu nawagusa watu uh, so ingekuwa ni ukimya unaathiri manake singefanya vizuri, na kuna kuna wakati ambao uh, wakati bado hujatoa hii nyimbo kuna watu ambao wasijua. Kipaji bahati mbaya ni tofauti sana, kipaji ni tofauti sana. kipaji kikiwepo ndani yako Mungu amekupa mwaka cha, mwaka kuna cha, wengine cha, ukiwa kimya cha, mpaka marafiki wanakukimbia bwana, huyo jamaa akaishaishiwa na sasa hivi asikiki. wangu mimi ilikuwa hmm. tofauti kabisa. Watu ambao ninafanya nao kazi hata sasa ni watu ambao niko nao muda mrefu, kwa sababu pia pamoja na ukimya wangu nilikuwa bado naendelea na kazi nyingine uh, za utunzi uh, nyimbo nyingi nimeandika kama kama vile "Hello Hello Tanzania", yeah, yeah, wimbo mkubwa yeah, sana yeah, yeah, ambao ulikuwa yeah, unasisitiza uzalendo. Ulipata uli hela kutosha? uh, yani yeah, ndio kazi yangu naofanya ah, yeah, okay, ni kazi yangu naofanya ukiacha tu e, yeah, hela ni vitu vingine sawa mm, na ndio maisha yangu nimeendesha kwa sababu hizo kazi. Yeah, lakini mimi kuandika kitu kwa ajili ya nchi yangu yeah, ni jambo kubwa na ni jambo yeah, zuri ambalo hata baadaye nitakaa namwambia mwanangu, mjukuu wangu, kwamba kuna wimbo unaitwa "Hello, hello Hello Tanzania", niliuandika na nikaandika wimbo ambao tuulinde muungano ule yeah, yeah, wa miaka 50 ya muungano ambao wasanii wengi waliimba tuulinde tuhudumishe. Niliandika ile kwangu, ni kazi ambayo ninaipenda. Nimeandika Malkia wa nguvu ambayo imeimba Lina mm. ni kazi muna... Kwa hiyo ukimya wangu ule pamoja kwa na kwamba nilikuwa naendelea bado, bado kuna mambo, nilikuwa na vitu nafanya vikubwa yeah. kama hivyo Amba vio, vi, vi, vi, vi, vuma, na ambavyo vilivuma na vinaendelea kuvuma na vimenipa heshima kubwa mbele za watu. Kuna wasanii wengine ambao labda unaoandikia na hawapendi labda ijulikane hivyo Hapana. uh, wasanii kadhaa ambao nimeandikia wanasema hata kwenye interview uh, mataaluma, nimeandika Kariako ile, uh, uh, uh, Kariako akiulizwa anasema uh, nimeandika wimbo wa Kajanito maumivu ni ache, hata sasa ukimuuliza, so anasema nimeandika <laughs> angalau sasa nina furaha yalina, so mimi pamoja na ukimya Hmm. Yeah, wa kutoa kazi lakini naendelea na kazi yangu ya muziki ninayoipenda kuliko kitu kingine. Oh, ukimwandikia mtu nyimbo, afu na nyimbo ika, ika hit, ika wishi, ah, bwana, Hapana, na nyimbo ikahiti kubwa ikawa kubwa saishinigima wenyewe uwawishi hivyo, na nahisi kwanza nahisi yeah, natamani na niendelee kuandika zaidi kwa sababu nikiwaandikia watu nahisi na zangu ndio zinakuja nyingi. Yeah, yeah. <laughs> Kadiri ninavyoandika yeah, na za kwangu zinakuja nyingi nyingi sana, kwa hiyo nyingi. Mtu yoyote anataka kumwandikia, kum, nimwandikie aje tu, tutakaa tutaweka utaratibu mzuri, itaandika kadiri ninavyotoa. Nafikiri ndio ninavyopata. Niingia kwenye social media siku hizi nyimbo nyingi, mambo yote yako social media, Instagram, nikaona wabogojo nyimbo nimbo <muchilis>

Wewe <laughs> kwanza unjisikiaje? Uh, kwa kweli nilifurahi sana kwa sababu Wabogodio ni kati ya wasanii ambao nawakubali sana kwa ngoo yake anayofanya. Ya na ile mauno yale. Ehe, ya kwa hiyo nilipoikuta nilicheka. Nilicheka sana lakini nilifurahi kwa sababu ni jambo ambalo lilinipa moyo, linifariji msanii mkubwa anayefanya shughuli zake yeah, katika namna ile anaonekana na appreciate kazi yako. Ni jambo zuri sana. Kwa hiyo alinifurahisha sana Wabogodio. <laughs> <laughs> Um, kuna baadhi ya watu wasema ah, wana nyimba wakati tunaongea of course, maana inabidi hapa ni nyimbo jinsi ilivyokuwa kali au tu story mtu ilimtokea, anaimba from feel za <laughs> <and> <laughs> ndani. No, no, wasani, eh. Sijui wasani, itamuuliza was, wenyewe itamuuliza wenyewe, nikutana naye hapana. Wasanii sisi ni watu ambao tunafanya kazi kama nilivyosema mwanzo mm. uh, kutokana na mambo sawa, yanaweza kawa yamemtokea msanii husika anayetunga, lakini pia anaweza kawa ameona kwa marafiki zake, watu wake wa karibu. Ni, ni uzoefu ambao tunaupata kwenye maisha yetu ya kila siku yeah. so inaweza ikawa kwa kwako kwa, japokuwa kwa, kwa, japokuwa hii sio kwangu mm. inaweza ikawa kwa watu waliokuzunguka, inaweza ikawa kwa kusoma ama kuona katika maeneo mengine yeah. kwa hiyo mimi, moyo sukuma damu ni ni, ni, ni muunganiko hayo hizo sehemu zote ni sosi ambazo mimi nimepata vitu nilivyoandika katika katika wimbo. So marafiki zangu, kuna mambo yaliwatokea nimeyaona, nimesoma sehemu. Unakumbuka nilivyokuambia kwamba ni kumbuka, kumbia, mjadala ulikuwa ni, nikananii nikakaa nikauandikia vizuri kwa star. Hata, hata, hata, hata, lazima ujichanganye na watu ili upate moyo lazima yani, ukitaka kuwa mtunzi mzuri ni lazima upate habari na uzitafute kadiri unavyoweza, usome sana siku hizi e, dunia ipo kwenye mkono tu e. Sio lazima niwe nikikaa hapa nikaangalia angalia, angalia nikapekua kila siku, mpaka na wakati mwingine unawaboa watu wengine kama mimi na kusoma, e. E, wakati mwingine naboa watu wengine kwa sababu muda mrefu natumia kusoma vitu Uh, ulikuwa rapa mkali sana kutoka ah. <laughs> <laughs> watu pori <laughs> tuwakubali sana mpaka sasa hivi kidogo sauti ume unyororo nini kuambia <laughs> watu wa kike, uh, kwa kwa nini hiyo kuhama kwako? Wewe kwa nini uliamua kuhama vile rapa kiongozi ah. uh, ah, unajua ni, ni ni target target malengo, mm. eh, ambayo mtu anakuwa umejiwekea kwenye kitu anachokifanya. So mimi niliona kwamba nina uwezo mkubwa pia wa kuimba. Mm. Nao na nimeuonyesha, nadhani watu wanakubaliana yeah, na mimi kwenye yeah, yeah. hilo. Saa nikasema, ni lazima nitumie hiki kipaji ambacho Mungu amenipa na rap vizuri ndio. Lakini, kibiashara, nijaribu namna ambavyo nitaweza kuvichanganya hivi vitu kwa pamoja. Msanii mbaya, anajua ku rap na kuimba ni msanii wa kuogopwa sana. Sana. Chuo mfano kama Drake, yeah. Ani watu wa muogopa wajua, ah jamaa kote anza kama. Hey, koto, una, yeah. Unaweza kufanya chochote na hata kwenye kwenye kwenye kwenye huku unapoimba ukiangalia mm. na rhyme na, na, ni, ni rhymes yeah, yeah. yeah. Usikia namna ambavyo mistari umeiandika, unaona kabisa ujamaa huyu ana rhyme. <laughs> Ushanipama. Yeah. Kwa hiyo kwangu mimi ni jambo zuri na, nako huku ni naendelea hivyo utunzi wangu ukisikiliza vizuri ni wa hip hop tu. Uh, tumtumana kwamba sasa hivi um,

hizo ambazo wanafanya watu wanarudia ki, kinini kikomedi komedi anahusia lakini... lakini kuna unajua, ukifanya kibiashara kidogo inakuwa ni jambo jingine. Mwingine anafanya uuze YouTube auze wapi aweke YouTube, watu waingia na ingiza pesa hiyo, kidogo ni problem. Uh, ukitaka hivyo njoo tuzungumze, unaweza ukija yeah. Ukasema nito nataka nifanye, lakini nitaiweka YouTube, nitafanya biashara mm-hmm. Kitanzania, Tanzania, sisi tunajua Tanzania yeah. Unaweza mwaambia fanya tu, lakini usijifanyie, ila cover mm. Mtu anafanya cover, cover inamsaidia mtu kuonyesha uwezo wake yeah, eh, yeah. Wasanii wadogo na sisi tumepita huko huko, akijisikia kwamba na mimi nataka nionyeshe uwezo, brother ameimba hivi. mm, mm -hmm. Ah, mimi ngoja mimi nionyeshe naweza kufanya zaidi ya yeye alivyofanya. Fanya tu, fanya itoa. mm -hmm. Fanya tu toa unavyoweza, mko uhuru kwa sababu ni mziki mzuri, uhuru kila mtu kufanya kwenye mapenzi alonifika susiri yangu, maana wengi mliona hali yangu kitabati, mtu akisema msema kwamba wasanii wa kibongo ampendani inakwa, ina ukweli ina I know, au ina uongo ina, au ina ukweli asilimia uh, uh, 50? Hiyo hiyo hiyo hiyo, siwezi kusema kama ni kweli au ni uongo, lakini nadhani mambo mengi yanayoleta hiyo taswira yapo katika kila sehemu, sio kwenye mziki tu, kwenye fani yenu huko kwenye nini lakini, <laughs> kwenye... nyie ndio mko mbele huko <laughs> <laughs> wan <laughs> <laughs> watu wanaona yeah, wanaona. Acha kugeuza. Unafikiri baada ya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um, kutoa wimbo uh, wako moyo sukuma damu um, unafikiri umekuwa ni tishio sifanyi kazi ili niseme mimi nitishio kwao, no nafanya kazi yangu kwa ajili ya mashabiki zangu wao ndo waseme mimi nikianza kujitamba tamba namna hiyo kwa kweli hiyo sio huka yangu mimi ninachoona ninafanya tu kazi <laughs> kwa ajili ya mashabiki zangu wao kama wanasema hivyo basi wao waseme ila mimi kazi tu kazi pekee unapiga kazi umaliza kazi tu baada ya nyimbo kutoka badilisha kwenye maisha yako, nini imechange? Labda marafiki uh, wengine wamezidi sana, wana ujamaa mkali, labda masponsors au nini au shows, nini imebadilika kwenye maisha yako? E, yani kwanza, e, na, na feel sasa ile nadhani kwa mara yeah, ya kwanza katika maisha yangu ya muziki nimefanya yeah, vizuri kunyuma sana yeah, lakini sasa hivi na feel ile sasa ile kwamba watu sasa wamekuwa na hamna mimi yeah. Yeah. Yeah. E, ukifika sehemu watu wakikuona E, ah, dito ditonnjo dito n no, Ditto, nakukubali sana unamwona yeah, kabisa yeah, mtu kwamba m umemgusa amemchoma kila mankila linapopita ikisema wakati mwingine zamani <laughs> yeah. Nilikuwa naweza nimefanya project nyingi yeah, naonekana yeah, yeah, sana yeah, yeah, lakini yeah. Katikati nilikuwa mtu nikienda ah, sehemu Ditto nakukubali yeah. Lakini sasa hivi unamwona anabadilisha mpaka anavyoonekana Ditto yeah, na kukubali kweli, yani imefika sasa hata nikienda sehemu za kawaida ambazo nilikuwa naenda. Yeah, sasa hivi imekuwa yani nikifika tu pale navuruga utaratibu. Na, na umesema kwamba hii nyimbo um, sio kwamba imekutokea wewe, ilikuwa ni story mbao watu wanakuwa discuss. Yeah, mama watoto wavusikia hii nyimbo umetoa, akubana bwana <laughs> wewe <laughs> mtu nani alikuumiza mume wangu, hiyo hiyo <laughs> ikosekani hiyo, lazima kidogo niambiwe. Ah, sasa hapa ulimkwa eh, <laughs> Moyo sukuma damu kwe unaambia? yeah. eh? <laughs> Amna bwana, si nyimbo hivi na hivi na hivi sasa. Unajua naye watu watu wengine huko wanaomjua na aasema vipi, kakupiga kidogo, amelewa, amelewa. Unamwambia bwana, hii kazi, kazi ya, ya sanaa nimetunga, ni, ni tungo tu nimekaa, yeah. Nimefanya na uzuri nyimbo nyingi ziko nyingine, ananiona natunga niko pale pale naangaika okay. e, niko pale pale kwa hiyo Anaelewa, anaona kwamba hii ni kazi yangu ya sanaa, na anajua kwamba mimi ni msanii toka nimekuwa naye mpaka sasa, nafanya kazi yangu hii. uh, uh kwa Tanzania, tumeona kwamba kuna kama vile wasanii fulani ambao wanaonesha njia, msanii akifanya hivi, wengine wote wana wish wafikie malengo yale mm. Mtu kapata tuzo ya nchi fulani mm. kila mtu anaenda kule, kwa kama vile wengine hawana malengo yao binafsi mpaka mm. msanii fulani aoneshe njia ndio wapite mm. wewe, katika mziki wako una malengo gani? labda una mipango yako ya mziki wako Uh, nachokitaka mimi ni wao kuwa watunzi wazuri. Yaani ukitengeneza ukiwa uki, uki una, unaandaa wimbo uhakikisha umeandika vizuri. Yaani, yeah. Mashairi mazuri uh, umefikiria lile wazo la wimbo wako vizuri, yeah. Eh, uhakikishe kila mtu ule wimbo wako ataupenda aupende. Eh, baba, watu wakae nyumbani wanaangalia TV na wazazi yeah. Wao mzazi yule amwambie kijana wake ah! Se umsanii ameimba wimbo vizuri sana huo, yeah. eh? Lakini ni hivyo yani, na utunzi fulani mzuri, nyimbo ambazo zinaishi, mi nakwambia yeah. Lakini na uhakika moyo sukuma damu itapita hapa sasa hivi, lakini tutakutana nayo miaka mingi mbele huko, eh, watu wanausikiliza wana, wanaupenda kama ambavyo wanapenda. Tushukuru kwa yote yeah. Eh, ile sijari umenitamalanga ngapi like wanapopenda yani nyimbo zile napenda mimi hicho, yani kama mtu anataka kuniiga mimi yeah. basi aniige kwenye utunzi utunzi na kufikiria zile mawazo fulani tofauti yani, mtu akisikia ajiulize, huyu kafikiria nini. Hiyo uh, ndo napenda mimi watu anige, ndo kwa sababu so, mipango yangu nijaribu iko kukiweka iko iko, ndo kikae sana uh, kwa watu kama legacy hmm. ambayo nitaiacha mimi katika maisha yangu ya muziki. Unajua uh, mziki kati uh, watu pori, mpaka sasa hivi game imechange sana kwa hiyo hmm. una experience kutosha. Uh, unahisi kwa msanii ambaye anafanya mziki sasa hivi kuna mbinu gani unaweza kumpatia ili kuchomoka? Uh, mbinu ya kwanza ni vizuri ukaamini mawazo yako, yeah. Lakini pia ni vizuri ukaji ukajipa ukaji, ukaji, ukaji changamoto wewe mwenyewe, naogopa kutumia sana Kiingereza, challenge wewe mwenyewe kwamba, hmm. unaamini mawazo yako. Mimi naamini ni mtunzi mzuri, mwimbaji yeah. mzuri lakini wakati mwingine nakwenda kwa producer. Naomba producer, sikiliza ndio mimi ni mtunzi mzuri mwimbaji mzuri, lakini hebu nipe mawazo yako hmm. Unafikiri tufanyeje hapa tupate wimbo mzuri? Umsikilize yeye and then yeye yeah, akikupa vile vitu jiangalie sasa, kwa vile ambavyo wewe unafikiria na uangalia unaboreshaje. Umeshanifahamu hmm. So tatizo letu tunaamini sana mawazo yetu na tunaamini pia yawezi kukosolewa yawezi, yeah. ya yeah. kubadilika. Mimi nilivyo, watu wananijua, mi naweza nkaamka zangu nikasema, ah, hii haiwezekani ikawa hivi, alafu mtu akakaa na mimi akaniambia, amna, inawezekana kwa sababu hapa unaweza ukafanya hivi ukaweka hiki na hiki na hiki na nkamsikiliza, akanibadilisha mawazo yangu. Ya lazima, akili yako iweze kubadilika, lazima uwe ni mtu ambaye sio ukisema na ukiamini basi ni hivyo hivyo, yeah. eh? Ni lazima uwe ni mtu ambaye unasikiliza mawazo ya watu wengine eh? Unayapima na we unavyoamini, and then una unafanya kazi hiyo hiyo. Sio sio waimbaji tu, kila mtu, hata wafanya biashara mm. hata watu wengine yoyote, mtu akitumia hiyo itamsaidia sana. Unajua umesema kuhusu kubadilika, ni kweli, ukiangalia mwaka elfu mbili na nne nilivyokuwa nafanya na navyofanya 2017 ni tofauti. True, true, true. Lakini inawezekana ninachokipenda mimi ndani kabisa ni tofauti pia, lakini kwa namna ambavyo unapata mawazo ya watu wengine yeah, yeah. Unaangalia hapa hivi, labda Dito unaandika sana mpaka watu wengine wanakuwa unawaacha. Sijaribu kuandika vitu <laughs> vyako vile vizito, lakini katika yeah, namna yeah, ya kawaida yeah, mtu yeah, anakuambia kitu yeah, kama hicho yeah, yeah, kweli anazungumza point kabisa kweli mimi nikaa naumiza sana kichwa kuandika sana, au maneno unatia kama unandika, unatunga misamiati mipya <laughs> eh? hasa mtu anakuambia sasa, tumia, unajua unajua kufikiria yeah, fikiria hivyo hivyo unavyofikiria, lakini katika namna ambayo lugha fulani ya kawaida, watu wakuelewe. Sasa mtu kama anakwambia kitu kama hicho, unafahamu, unachukua hiyo ukazungumza jambo la msingi. Basi ngoja nimeamua kupumzisha moyo wangu maana siku nyingi unateseka katika namna ya kawaida tu, na usiimbe. Ee, le, le, Ditto unajua sana kuimba, ila sasa usiweke yeah, uwezo wako sana yeah, kwenye wimbo. Sometimes easy does, vitu vyako vya kawaida, imba kawaida, maneno yako yaandike vizuri yeah. yeah. au Ditto, bwana video zako ziko hivi na hivi na hivi unakoseaga. mm. sasa hivi jaribu basi, usimpe wewe mawazo director, nenda kwa director, mpe la yake, mwambie fanya unachofanya wewe. swali so, langu la mwisho ni kwamba uh, kuna wasanii wengi sana ambao mimi wananisumbua, wa, wa, bwana mimi na nyimbo yangu na nyimbo yangu, nataka nitoke, nataka nisaidie itoke. labda kwako koe mbao wewe ndio mtaa mwenyewe, msanii mchanga mwenye nyimbo yake, akarekodi labda audio au video, afanyeje? Uh, kwanza ni lazima ahakikishe, kwanza aangalie soko lilivyo. Uh, akija na kitu, hakikisha anakuja na kitu tofauti ambacho kitamfanya watu wamzingatie yeah, yeah. Uh, kwa sababu wasanii ni wengi sana huku juu kwenyewe. Nyimbo mpya sasa hivi toka imetoka moyo sukuma damu mm. zimeshakuja nyingine za kutosha, nazo zote vigongo. Sasa ili uje yeah. upenye pale mm. ni lazima uje tofauti mm. watumie mfano wa mtu kama Manfongo amekuja tofauti mm. Eh, na vitu ambavyo vipo na yeah. unaona wimbo wake ulivyofanya vizuri sana, sana. Waa, inaga ushemeji yeah. Eh, fanya vizuri sana kwa hiyo sasa msanii mdogo aangalie wimbo wake aangalie zilizokuwepo, apime ye mwenyewe, unafahamu mwisho yeah. wa siku ni unaweza ukaishia kuwapalawama watu bure tu, kumbe. Eh, na hakuna mm. kazi nzuri ambayo mtu ataacha kuipiga kui, kui hamna Hamna kazi nzuri atacha kupiga. Wewe we una uzoefu huo. Ukiona yeah, yeah, kazi nzuri umeipenda mwenyewe, wewe una, mwenyewe unaingia kwenye kipindi, sema kabisa leo nitapiga hii. Nitapiga moyo sukuma damu, nitapiga yeah. muziki. Yeah. Nitapiga dume suruali, yeah. nitapiga nini eh? Yeah. Una hiyo huo umshawasha. Sure, sure. Kwa hiyo inaanza huko chini. Ni kazi nzuri haizuiliki. Haizuiliki hata kidogo. Sure, sure. Hata kidogo haizuiliki kazi. Okay, uh, watu sasa hivi umeshawaamsha sana watu watu wamesha kuamsha kuona zaidi na zaidi tukiwa mwanzoni. What's next? next? Wategemea nini kwa kwako? Ah, uh, kama nilivyosema kimechangu kirefu kile ni fanya project nyingi na watu wamekuwa wakilalamika muda mrefu kwamba hmm, Dito, umeona hizo comment kwamba asante kwa wimbo wa a, lakini wewe tatizo lako nyimbo mpya, miaka miwili. Hilo anasema ni kweli, ilikuwa huko nyuma, lakini sasa, hmm, hivi hatutofanya hivyo, hmm, na kwa sababu tuna nyimbo nyingi ambazo tumeshazirekodi, uh, bado tuna nguvu ya kuendelea kurekodi nyimbo nyingi zaidi tuta hmm. uh, tutatoa nyimbo nyingi. TV ya taifa nahofia sana kutumia Kiingereza <laughs> tutatoa nyimbo nyingi ambazo, ambazo zitawafikia zita wao <laughs> na kwa kweli Uh, mwisho wa mwaka huu tutatoa pia album album ya nyimbo zote 15 ambazo zitakuepo kwa ajili ya watu kuendelea kufurahia muziki wetu. Ni vizuri sasa ukiwa kwenye gari yako, <laughs> mnanunua kazi ya halali, yeah, za wasanii yeah, jamani, yeah, eh, mimi nikifaidika <laughs> kampuni yangu ikawa kubwa. Neno la leo ni kwamba hauwezi kumpenda mtu mwingine kama hujajipenda wewe kwanza.

Juzi kati ni kwa Katavi, uh, kwa mheshimiwa waziri mkuu wa awamu iliyopita, Mheshimiwa Pinda, na kule kuna asali sana, na nimekuambia, uh, siku moja bila asali ni kama siku bila jua. So uh, kama mtu kuna maeneo ya kule Katavi, please please nunua asali, ujasiriamali. Lakini pia na, thank you so much kwa watu wa Katavi for the love. Dodoma wote thank you so much. Lakini pia kama the avenue umekuta kipindi YouTube, tupo kiandika tupale the avenue mawazo huru na kama uko Instagram, Twitter na Facebook ukiandika Anganile Thompson. You get me, mpaka next time and peace and love. Amani na upendo kwako. Lakini pia Dodoma, mtu mmoja alitumia maswali, mpenzi sana wa wa nyimbo za Ditto uh, biba maneno fulani yale. Shukrani sana kwa maswali yako. Mpaka next time, yo peace and love mpak Na kwanza kwa sababu wewe wewe ndio Dr. Mapenzi Dr. Love, uh, mtu mboka auumizwa na elimo imemgusa afanye nini, amrudie mtu mboka muumiza au asonge mbele? Mimi nimeimba katika verse ya pili. Sasa, mimi ni mtu mwingine niliyefunzwa na mengi, moyo sukuma damu si vingine. <laughs> Kaka, wanasukasa kuja wapi wa. Asante sana kwa nafasi <laughs> Thank you so much Baba kwa cats Kaka kakaa, tupige picha nini apata eh, kutumia wewe mwenyewe simu yako mwenyee na